Kuna maswali ambayo napenda niatilie mkazo. La kwanza, um, kuhakikisha kwamba watanzania wanapata wanapata taarifa, na hapa nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini, radio jamii, television za kule uko vijijini huko una vijitelevisheni vya mikono, vijitelevisheni vidogo vidogo viko huko chini, ambavyo vinatoa taarifa kwa wananchi kule chini. Niombe sana wizara lakini na wakubwa wa tasnia hii kuvitupia jicho, vile vyombo ni muhimu sana, vile ndivyo tunavyoweza kuvitumia vikafikisha taarifa muhimu kwa wananchi wetu. Hivi vingine vikubwa vikubwa vinaweza vikaandika vinavyotaka, lakini vile, na kuna maeneo ambayo ukimwambia kwa lugha anayoijua lugha yake ya pale nyumbani anaelewa zaidi kuliko mwambie Kiswahili au lugha nyingine yoyote. Kwa kwa kutumia vyombo vile vitatusaidia sana kufikisha taarifa tunazotaka zifike kwa wakulima, taarifa tunazotaka zifike kwa wajasiria mali taarifa tunazotaka zifike kwa wananchi za kisiasa za kijamii, kule, kule, kule ndani. Hata wakati mwingine kuna wananchi wala hawawezi kujua kama katika eneo lao kata yao kuna hospitali kubwa imejengwa, anaweza kupata vipimo hapo hapo na kila kitu hapo hapo, hajui. Lakini kwa kutumia vyombo hivi vikiwa vinasemwa, vinasemwa na pengine vitelevisheni vya mikononi vinaonesha, mwananchi anajua wapi akimbilie. Niombe sana tuzitumie redio jamii na televisheni ndogo ndogo za mikononi zilizoko kule chini.